Good people, this is Kassim Mandanda, the one and only. If you know me, you know how to trade. If you don't know me, you don't know. So this is the FX Emperor speaking, uh, let's go. So guys, leo tupo na a very interesting topic. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza maswali, nimesikia watu sio wanauza maroboti ya kutrade, I don't know, wananiuliza kwamba hivi vitu vinafanya kazi. Nimekuwa nimepokea maswali mengi katika engo hiyo. Sasa leo nimeamua kutengeneza video kuelezea kwa nini I don't use robot na sirikomendi mtu atumie robot. Personally, situmii robot na sijawahi kutumia robot na sitaki mtu yote aweze kutumia nini kutumia robot. Kwa nini? Naenda kukuonyesha sababu kadhaa. So moja kwa moja guys, kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe, lakini pia ah, uh, hakikisha akikisha umecomment, umelike, umeshare, ili content hii iweze kuwafikia wengi so that tunaweza tukaokoa kizazi kwa sababu watu wengi wamekuwa forex ambayo ni simple, kwa nini mtu usome? I'm I'm I'm, hakuna kitu kama hicho, so leo naenda kukuonyesha kwa nini? Leo una watu wengi watabisha, tuseme wao zingine zinafanya kazi, lakini naenda kukupa sababu ambazo ni za msingi na ni za muhimu sana ambazo unatakiwa uzijue, kwa nini robots they are always not working. Kwa nini maroboti siku zote huwa hayafanyi kazi kwenye kutrade. Let me show you the first reason ni kwamba, sababu ya kwanza, sababu ya kwanza nasema robot lacks Lack of human judgment. Robot hana kitu inachoitwa wewe human judgment. Human judgment ni nini? Unapokuwa sokoni una ile sense ya kibinadamu. Kumbuka robot ni coded. Robot anakupa ametumia za ki kodi, kodi uh, za kiprogram. Maana yake ni komandi. Komandi maana yake inamuelezea kwamba ina, ina, inafuata sheria. Kama iki, inamwambia kwamba ikiwa x basi fanya y na ikiwa y fanya x sivyo? Umeelewa? Kwa unakuta amekalili, kwa hana ile human judgment. Wewe unapoingia kwenye certain type of market condition, unapoingia katika hali fulani ya soko, ukuta hali tofauti, lazima utakuwa na ile reason, utajiuliza kwa nini imekaa hivi, kwa nini hichi kimekaa hivi. Utakuwa na uwezo kufanya, uwezo wa kujua kwamba hapa nafanya hivi au nafanya hivi. Sasa yule amekalili, kwa hiyo atakuwa anayafanya tu maamuzi kulingana na nini na maelekezo ambayo amepewa, kwa lazima mpate hasara hauwezi kupata faida katika namna hiyo. So point ya kwanza ni lack of human judgment. Human judgment robot ana hichi kitu anasema robots follow code, robot wanafuata code. They don't think, yani waga wavifikirii yani. Anyway, wewe kwa mfano ukichukua nini mtego sijui tumeelewa. Mfano mzuri ni mtego, utege panya kwamba panya akifika hapa akila ufyatuk za ule mtego hautokalili panya, yaani wenyewe utajua tu kwamba mtu yoyote au kitu chochote kitachokuja kudisturb au kitachokuja kukusumbua ile yango ambayo kuna chakula, mtego utafiatuka, na ndio maana hata ukiweka kidole wewe mwenyewe mtego utafiatuka. Akija, uh, labda atajichura akapita pale, mtego utafiatuka. Kwa maana yake ni kitu ambacho kimekaliwa kimya, akijua ni panya, akijua ni nani, yeye inajua tu nikiwa disabled hapa, lazima nifiatuke. Kwa hiyo ndo hata robot yuko hivyo afikiri lakini pia robot they can't adapt to unexpected events like central bank announcements, sudden market shocks, e.g. wars, elections, natural disaster news driven volatility. Unajua dunia inaendeshwa na vitu vingi. So na soko la forex inaendeshwa na uchumi wa kila nchi. Umeelewa? Sasa kwa mfano, inapotokea vita, hakuna robot ambayo linajua kwamba siku fulani itakuwa na vita. Kwa mfano, ikitokea vita Marekani. Umeelewa? Na tunajua wabisa dola dola ndio ipo Marekani na dola ndio ambayo ina pasenti kubwa kwenye soko hili la forex. So sasa, inapotokea dola labda ime, ime, imepata hitilafu au imepata shida kwa sababu ya vita labda Marekani, lazima soko la forex litashake. Sasa robot huyu hajui kama kuna vita, hajui vita ni nini. Yeye ataendelea kufanya kazi kama, kwa hiyo kwamba, ikiwa x basi nitafanya y na ikiwa y nitafanya x. Sasa kumbe vita imeshatokea na soko linabadilika. Kumbuka soko la forex linabadilika kulingana na vitu kama hivyo. Uchaguzi la umetokea Marekani, aliingia tu madarakani, masoko mengi yali, yali, yali, yali react fast, mengine yalishuka kwa kasi kwa sababu ya nini? ya, ya mambo ya uchaguzi. Sasa hakuna robot ambayo linajua sasa hivi kuna uchaguzi, kwa sababu ile robot kuta limepewa kodi maalum kwamba ikiwa x basi fanya y na ikiwa y fanya x, na hakuna robot ambayo inajua tarehe exactly, ya nini ya uchaguzi na hakuna roboti ambayo inajua matokeo ya uchaguzi, kwa sababu yani kufanya maamuzi lazima ujue kwamba atashinda fulani na akishinda itakuwa hivi. Sasa hicho kitu ambacho hakiwezekani, roboti hawezi kujua, kwao lazima upata hasara, utapata hasara tu, kwa sababu wakati kama hizo soko linakuwa linatembea kwa kasi. Na hizo nyakati tunaweza kuhisi kwamba mpaka itokee labda uchaguzi au mpaka itokee vita, no, kuna vitu vidogo vinatokea kila siku vidogo vidogo sasa hivi pia, labda vinasababisha nini? Soko linamungu. Sasa roboti havijui. Umeelewa? Lakini pia anasema human trader can sense market sentiment. A robot cannot. Umeelewa? Trader, trader anaweza akagundua kwamba sasa hivi tunaelekea wapi binadamu kulingana na nini na uwezo wake wa kufikiria uwezo wake wa reasoning. Lakini robot hawezi kwa sababu robot kakalilishwa. Umeelewa? Yeah. So, tuingie pointi ya pili. Pointi ya pili anasema pia tutaita backtest trap, tuta hii back pia ni moja kati ya pointi kubwa sana. Sasa, jana niliposti video yake kwa maana ya backtest. Backtesting maana yake ni kurudi nyuma kufanya analysis kwenye chati za nyuma. Sasa haya maroboti huwa wanakuwa feed na taarifa za nyuma huwa wanapewa taarifa, yani huwa wana nini, wanajazwa taarifa kinanini, za kisayansi za kikodi. Hizo kodi ni zile lugha za kikompyuta, kwa watu ambao wamesema IT, wanaelewa. So huwa wanakuwa feeded taarifa ambazo ni za nyuma, wanakuwa wamelishwa taarifa za nyuma, sio? Umeelewa? ili waweze kupredict taarifa zinazokuja. Sasa anasema Hii ina maana kwamba robot atafanya kazi vizuri kwenye chati zilizopita na atafeli kwenye market condition ya, ya sasa hivi, yani current. Atafanya kazi kwenye chati zilizopita vizuri kwa sababu umempa taarifa za chati zilizopita lakini kwenye current market situation, market situation, situation yani ya soko ambayo tuko nao live sasa hivi, robot atafeli kufanya analysis nzuri kwa sababu current market situation inakuwa inabadilika kunyana na vitu vingi, factors ni nyingi sana tumeona si? So hii pia ni, ni shida kwa sababu uwezo kutengeneza robot ukampa data zinazokuja, lazima utampa data zilizopita. So data zilizopita yeye yeah, ataweza kufanya maamuzi kwenye data hizo hizo zilizopita, lakini hizi current market situation itakuwa ni ngumu ya kufanya maamuzi kwa ipo hiyo. Hakuna robot ambaye anakuwa feed na taarifa zile, wote wanakuwa feed na taarifa zilizopita. So hii accuracy inakuwa ni ngumu, yani ule usahihi wa kuweza kupredict inakuwa ni ngumu sana. Okay, so nadhani tunaelewana hapa kwa lakini pia kuna kitu ambacho kinaitwa technical failures. Kumka robot inamtumia wewe, iko kwenye server za watu huko, iko kwenye server. Server nigelewa, watu wa IT wanaelewa, so technical failures. Lakini nitakuelezea ili tupate kuelewana vizuri technical. Kwa sababu watu wengi naona wanaingia kwenye hii trap ya kununua ma robot robot, they are not working, technical failures, technical failures hii inamaanisha Kumbuka haya marobot ni kodi kodi, maana yake ni program. Kwa mfano program tunayotumia hii hapa ya kufanya analysis kwenye chart inaitwa trading view. Hii program hapa tumepata, tuna kitu kinachoitwa front end. Front end ndio hichi kitu unachokiona, si umeelewa? Na front end maana yake ndio hichi kitu unachokiona, yaani maana yake hii interface hapa, sijui kuna nini, kuna nini, ndio front end. Sasa kuna vitu ambavyo hoga vinasababisha hii front end ifanye kazi. Kwa mfano nikibinya hapa nikibinya kwa mfano hapa inashuka hii kwa nini unajua inashuka hii? Sababu ni kwamba kuna taarifa ziko nyuma ya hichi kitu ambazo zinasababisha ukibinya hapa. Si umeelewa? Hichi kitu kifanyaje? Kibadilike. Na hizo taarifa zisingekuwepo hichi kingekuwa kama picha tu. Yani ingekuwa kama picha zingine kwamba picha fulani uki, kwa mfano ukibinya kwenye picha ukibinya poa kuna kitu inabadilika? Hakuna kinachobadilika. Lakini ili ubinye poa kitu kibadilike lazima kuwe kuna taarifa nyingine nyuma zinazofanya kazi kwamba ukibinya kuwa hii inaenda ku switch hichi kitu, hichi kitu kinakuwa switched, hichi kinafunguka. Hiyo ndo tunaita computer program. Pro program zote za kompyuta zinafanya kazi hivyo, kwamba unakuwa una front unakuwa na front end na back end, unakuwa na front end na back end. I want to explain this clearly ili tupate kuelewana, najua nataka nikuelezee clearly ili tupate kuelewana. Hii hata siku nyingine ndio functionality yani vitu ambavyo vinafanya kazi. Kwa mfano ukibinya hapa, back end yenyewe ndio inachakata hii ndio back end kazi yake. Okay, sasa ili vitu vifanye kazi vizuri viwasiliane vizuri kati ya front end na hizi back end. Back end ni taarifa ambazo huwa zinakuwa kwenye kampuni yenyewe kwenye server, yani kwenye server maana yake kwenye storage, sababu ni taarifa ambazo zinakuwa stored huko zimehifadhiwa zime huko, yani kwenye, kwenye kampuni wewe huko. Ukidownload program yoyote unapata hichi kitu front end, yani unapata copy ambayo hii copy inakuwa ina switch mbalimbali hizi zote ni switch. Nikibinya hii switch kibinya hii switch hapa. Hichi kitu inafunguka. So baada ya kubinya hii switch taarifa ilienda huko kwenye back end. So medium of exchange inaofanyika hapa, njia ambayo inatumika kusafirisha hivi vitu. Internet. Lazima kwa kuna internet ambayo ni strong. Strong internet. Internet ndio ambayo sisi tunaelewana inasafirisha hizi komandi. Komandi ni kama oda ambazo wewe unazitoa huko. Kwa mfano nikibinya hapa kumi na tano, hii ni oda. Kwa hiyo oda inasafirishwa, inapitia kwenye internet, inaenda huko kwenye backend. Backend inajua inapokea hiyo oda afu inairudisha. Kwa hiyo maana yake oda itatoka huko, itapita kwenye internet then itafika huko. Ikishafika huko, huyu ataresponde na anaituma anampa internet kama delivery service, alafu huyu anaileta huku. Hiki kitendo unakuta server labda kwa mfano unatumia program huko Tanzania, server ziko Marekani, lakini ukibinya sasa hivi hapa pa faster, unaona imeshuka hii. Ina maana ya kwamba hichi kitendo kinafanyika kwenye high speed, yaani inafanyika kwenye spidi ambayo ni kubwa sana, ambayo huwezi kuimagine, spidi ya mwanga, light speed. Nadhani watu ambao wamesoma sana kidogo wanaelewa spidi kubwa sana. Sasa ni kwa nini nimekuelezea hichi na kuelezea hichi? Kwa sababu robot zinafanya pia kazi katika mfumo huu Robot wewe unainstall kwenye simu yako, inakuwa ni front end, sio? Umeelewa? inakuwa ni end, inakuwa ni ni ni e, hichi kitu ambacho kimejaa switch, umeelewana? Inakuwa ni kitu ambacho kimejaa hizi switch. Sasa wewe unapoamua kutumia robot, labda unasema unataka kubai, ile oda kubai inatakiwa isafirishwe kupitia internet. Baada ya kutoka kwenye internet, internet inapeleka kwenye back end, back end airudishe huko ili ifanye kazi. Sasa, kumbuka hapa kuna vitu vingi. Kuna internet na kuna backend. So, internet inaweza ikawa strong lakini backend ikawa weak. Programu huko inaweza ikawa ipo kwenye storage facilities ambazo hazina kazi, haziko strong. Imeelewana hapa? Kwa hiyo order ikafika lakini ikachelewa kutoka. Kwa hiyo wakati wewe umepress order ya kubai, imepelekwa na internet fast, ikafika huko kadelay. Si umeelewa? Ikawa shida. Au ukakuta kwa programu imecrack. Kukraki maana yake ime imepata imepata labda tuseme virus hii. Software imeingiliwa labda na na attack mbalimbali ikawa ifanye kazi vizuri. Kwa hii program labda umesema kubai huku ikaja kuseli. Umetoa order ya kubai huku ikatoka response ya kuseli. Nadhani paka hapo tunapata picha. Ah, inaweza shida isiyo kwenye backend, shida ikaa kwenye internet. Una press order, internet inachukua order lakini ina delay kuipeleka huko. Kwa sababu internet ni slow. Umeelewa? Okay, so hizi robot zina depend kwenye stable internet connection. Lakini pia internet connection ikiwa haiko strong au labda inaweza kuwa iko strong labda inaweza kufanya kazi vizuri. Tuelewane kwanza kwamba internet ikiwa strong itafanya kazi vizuri. Isipokuwa strong haitofanya kazi vizuri. So inategemeana sana kwenye speed ya internet, okay? Lakini pia kitu cha pili, reliable Kwenye broker servers ina rely kwenye broker server. Server ndipo ambapo hizi taarifa za back end zinakaa kwenye server. Server ni kama storage device, server ni kama kitu cha kuhifadhi kitu. Kwa hiyo hii back end zinakaa kwenye server. Sasa server za huyu jamaa ambaye amekuuzia signal zikiwa ni weak, yani zikiwa haziko strong, kwa sababu unajua wengi ambao wanatengeneza signal ni watu ambao wanatafuta pesa, so uoga wanatengeneza kwa budget ndogo sana, kwa hiyo kiasi kwamba hawezi kulipia sev ambazo ni strong stro imladi robot yake iweze na ifanye kazi. Wanalipia sev ambazo ni weak, na wengi wao wanatenginiza kwa manufaa, kwa lengo la kutapeli watu. So hawezi kuinvest kitu kiwe bora, ili akutapeli lazima ainvesti kwenye kitu ambacho kipo kipo juu juu, yani hahe. Yani kitu ambacho ni ni, ni soft. So, nifsf kwenye kitu ambacho ni soft, ili mradi lengo lake tulitimie kwamba Robot hiyo inafanya kazi, yaani robot tu ianze kufanya kazi. Wewe unapata hasara, unapata faida, utajua mwenyewe, ila hadi tu ianze kufanya. So lazima atalipia fedha servers ambazo ni za cheap servers ambazo ni za bei rahisi, tumeona mpaka hapo. So servers zinapokuwa ni za cheap na zinapokuwa haziko strong, hii robot haiwezi kufanya kazi nzuri mpaka hapo. So, tumeelewana. Haya, hii inasababisha nini? Kutokuwa na na stable connection, au ya server zinapokuwa haziko imara, hii inasababisha ukose trade. Then unaweza kuta robot, kumbuka, anakuwa ana press trade mwenyewe akiona opportunity ana press. Sasa unaweza kukuta ushangaa ana, ana, ana, anaacha ku press trade kwa sababu taarifa zimeingiliana na ushangaa mbona hapa robot alitakiwa aingie lakini kwa nini hajaingia? vitu kama hivyo. Lakini pia an executed stop process, ushangaa robot ana anafunga trade mapema kabla hata stop loss haijafikiwa. Kwa sababu ya nini? Taarifa alizo anazopokea zinamchanganya. Yaani robot inakuta ya anapagawa. Soko lenyewe tu linachanganya. Kwa hiyo unakuta robot anapagawa kwa sababu ya hivi vitu pia viko strong. Nadhani tumeelewana. Haya, pointi nyingine ni kwamba poor coded robot. Haya ma robot mengi ngoa inakuwa poor coded. Aa, nikuelezia hapa kwa nini recorded? Kodi, kodi ndio hizi taarifa ambazo inaziita za computer program. Unaona, kwa mfano hii hii interface, ngoja nikuonyeshe hapa ndani kuna nini. I want to show you, ndani kuna nini kwenye interface. Nakuonyesha ndani kuna nini kwenye interface. Haya, unaona unaona, hii program hapa, hii program hapa, jinsi unavyoona huku, hizi ndizo kodi. Yani hizi ndizo kodi. Kodi maana yake ni maelezo au ni, ni, ni lugha ya kikompyuta ambayo ina display hivi vitu. Yani unaona maelezo huku, output yake ndiyo hii, yani haya maelezo yote. Yani kodi ni taarifa ambazo ni lugha ambayo kompyuta inaelewa. Kwa kompyuta ikipokea hii lugha inajua nionyeshe hichi kitu. Yaani baada ya kompyuta kupokea maelezo yote ikaja ikajua kombi lazima, ni display hichi kitu, lazima nionyeshe hichi kitu. Kwa hiyo hizi ndizo kodi. Sasa unaona paka interface imekuwa inafanya kazi vizuri hivi eh, inakuwa mzuri hivi. Hii ina maana kwamba hizi kodi hapa ziko strong, zimekuwa coded vizuri. Interface inaonekana vizuri. Interface ya Trading View ni nzuri sana. Ni nzuri kwa sababu yaani angaa kodi zake kodi ziko kodi ni vizuri nadhani watu wa computer science wanaelewa hapo ila nadhani hata kama hujasoma computer science unaelewa vizuri kwa sababu hizi kodi ndizo taarifa ambazo kompyuta unajua kompyuta unapo download application kompyuta haipokei application hii vitu kwamba inapokea application inajua hii ni application no kompyuta inaelewa hizi lugha hizi ni lugha ambazo kompyuta inaelewa kwa kompyuta ukipokea hii lugha yenyewe ndio inakuja kuonyesha hichi kitu kwenye kioo yani sasa na wewe uki uki ukiambiwa na kupenda uso utacheka lakini hujaambiwa wacheka, kwamba ubongo wako umepokea taarifa na kupenda, umeelewa, ila output yake imekuwa ni kusmile, si umeelewa, na output yake imekuwa ni kusmile. Na ndivyo ndivyo hata kompyuta inavyofanya kazi, inapokea haya maneno, ina display kitu kingine. Kwa watu waliosoma computer science wanajua jinsi ya kutengeneza haya maneno, ili mradi vitokee hivi vitu. Sasa hata robot zinakuwa hivyo hivyo, kwamba robot itatengeneza haya maneno mengi, robot iweze kudisplay kitu fulani. Sasa hizi ndo tunaziita kodi. Hizi ndizo kodi. Na hizi kodi ndizo ambazo zina run nini computer program. Okay? Sasa poor recorded maana yake zinakuwa hizi taarifa ambazo umeziona hapo zinakuwa ziko poor recorded. Zinakuwa ziko poor recorded. Zinakuwa ziko poor recorded kwa sababu gani? Ili uweze kutengeneza program nzuri lazima kuwe kuna coordination. Lazima kuwe kuna coordination. Coordination maana yake kwa kuna uhusiano kati ya kodi na kitu ambacho nataka kukitengeneza. Sasa unakuta mtu ambaye anatengeneza hii computer, anatengeneza hii trading robot. Yeye mwenyewe hajui forex ni nini. Mtu ambaye labda mtu wa computer. Kwa sababu watu wengi ambao wanatrade forex hawajui computer science ni nini, hawajui IT. Kwa lazima mtafute mwana IT ili mradi aweze kumtengenezea robot. Sasa yule IT yeye mwenyewe hajui forex. Sasa kinachofanyika ni kwamba huyu IT anatakiwa aelezewe hii strategy ambayo anatakiwa iweke ndani ya urobot aielewe kwanza, yeye ndo aweze kuitengeneza vizuri kwenye kompyuta. Sio tumeona dalaka, kwa sababu hawezi kuingiza kodi bila kuielewa programu inataka nini. Kwa lazima aelewe kwamba eForex ni nini? eForex inafanyaje kazi? Ndipo ambapo aweze kuingiza hizi taarifa. Lakini pia hata kama kuelewa, inahitajika pia some level of geniusity. Lazima huyu mtu awe genius, kwa sababu kodi hazina format maalum ya kuandika kwamba eti lazima uandike hivi ili hivi. Lazima ufikirie Yaani kodi zinaandikwa kulingana na mahitaji yako. Kwa kama uko vizuri sana kwenye kufikiria na ni genius utaweza kufikiria zaidi zaidi na output nyingi na kodi zitakuwa vizuri zaidi. Sasa wengi, vijana wengi hawako vizuri hata kwenye kukodi kwenye kuelewa forex, aje kufikiria nje ya box namna gani ya kuweka hii program ifanye kazi vizuri, aje kufanya kitu kinachoitwa inachoitwa, aje kujiongeza, aje kujiongeza kutengeneza program ambayo inafanya kazi vizuri, kitu ambacho ni kigumu. Hatuna genius wa namna hii ule ndani ya muda mfupi utengeneze kodi ambazo zimenyoka, kitu ambacho hakipo. Kwa mwisho wa siku unakuja kupata haya maroboti yote yanayokuwa yanauzwa, yanakuwa poor recorded, yanakuwa yametengenezwa yame kwa kodi ambazo haziko strong, yamekuwa yametengenezwa kwa kodi ambazo hazi, yani hazi reason hazi, hata unakuta hata zingine hazifanani na kitu ambacho kimeelezwa, hazifanani hata na strategy yenyewe. Kwa computer program ile inatengenezwa ikiwa na madhaifu kibao na madhaifu mengi, kwa mwisho wa siku unakuja kuuziwa bomu. Unajua ni roboti inafanya kazi vizuri imekuwa tested, unakuja kupigwa bomu nzuri tu. Kwa hii pia ni sababu, nadhani tumeelewana. Lakini pia pointi ya mwisho nadhani nitaishia, pointi ni nyingi sana, pointi ni nyingi sana, lakini nadhani nitaishia hapo. Nasema limited adaptability, limited adaptability. Maana yake hizi robot haziwezi kuadapti, yani robot jinsi zilivyotengenezwa haziwezi kuadapt zenye zinawaza zinafikiria tu x kama, ikiwa ni x inakuwa y. Kwa sababu Adaptability. Ikiwa ni x, inyine, inakuwa ni x inakuwa y, ikiwa ni y inakuwa, kuona ukuta zimekalilishwa. Lakini kumbuka soko linabadilika, soko la forex linabadilika. Kumbuka roboti inakuwa feed, ina taarifa za nyuma, sasa kama soko linabadilika, maana yake kuna high chances robot likafanya maamuzi kulingana na taarifa za nini za nyuma, kitu ambacho ni uongo, kitu ambacho ni kibaya okay? so, nadhani mpaka hapo tunaelewana. Point nyingine ambayo nimeona ni nzuri ni hii hapa, sema high maintenance. Hizo robot zinahitaji regular monitoring, parameter adjustment, reoptimization based on new data, constant testing on demo accounts. Hizi roboti huwa zinahitaji vitu kadhaa. Kicha kwanza, inahitaji regular mona, monitoring regular monitoring, maana yake uangalizi wa mara kwa mara, uangalizi wa mara kwa mara, kwamba kuna shida gani imetokea sasa hivi hivi, update ziwe za mara kwa mara. Sasa anakimbia, yani, umeelewa? Sasa, hii monitoring hawezi kuifanya kwa sababu ili ufanye monitoring lazima uwe na watu ambao wanaitegemea hicho kitu. Wana wana kiona basi hicho kitu kina manufaa ndio uweze kukifanyia nini? Update kwamba jamaa nitumie update. Sasa uweze ukafanya update kwa kitu ambacho hakifanyi kazi na hakina watumiaji kwa sababu watumiaji wenyewe unaowauzia wanatumia siku mbili wanaona kabisa hakifanyi kazi. Unaona? Kwa watumiaji wenyewe wanatumia ndani ya siku mbili wanaona hakifanyi kazi. Sasa watakitumia vipi? Kwa hiyo regular monitoring inakuwa haipo. Yaani mtu anamuuzia tu copy, ili anakimbia wote unakimbizana kwao baki mnatafutana. Lakini pia lazima uh, data zitengenezwe zi, zi, zi, zi upya kulingana na, na, na mabadiliko ya soko. Sasa hichi kitu pia na ni kigumu, mabadiliko ya soko ili wewe mwenyewe uweze kuyajua, lazima ufanye deep research. Sasa hakuna muuza robot ambaye yuko that eager amejitoa kiasi hicho. Wengi anatengeneza tu faster faster robot vile robot, robot, imbaji tu lionekana ni robot, akisha kuuzia anakimbia. Kwa hiyo jamani nadhani ipo hivyo. Okay so, nadhani paka hapo tunaelewana, point nyingi sana lakini itoshi kuelewa kwamba robot sio vitu vizuri vya vizu vizu kujaribu kama wewe unahitaji kutrade kwa kutumia robot ka trade at your own risk, lakini nishakueleza kwamba robot sio vitu vizuri na hakuna mtu ambaye ya profitable. Kwa sababu robot inauza dola 100 nakwambia, utapata, utapata faida ya angekuwa anaingiza pesa kutumia robot na sije tafuta hiyo pesa hapo dola 100 kwao ipo hivyo so guys i'll see you in another beautiful session this was Kassim Mandanda the one and only the fx empire empnigame here let's go so bye bye